Habari njema ikirushwa iki, iki <laughs> karibu sana, tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe, Bukerebe TV. Habari za asubuhi, karibu katika kesha la asubuhi leo, ikiwa ni siku juma ya Jumatano ya tarehe 29 Oktoba 2025. Somo letu leo na kitu so cha habari kinachosema nuru ya kweli. Fungu letu ni kutoka kitabu cha Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 19.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 weka mbali mawazo ya dunia, utuongoze kwa Roho wako Mtakatifu ili tupate kuelewa makusudi yako katika maisha yetu. Tupe amani ya mbinguni, upende wa Kristo na utii wa kweli kwa mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Mungu mwenyewe atafanya kazi kwa ajili ya Israeli. Kila ulimi usema uongo utanyamazishwa. Mikono ya malaika itatupilia mbali njama za udanganyifu zinazoundwa Vikwazo vya shetani kamwe havitashinda. Ujumbe wa malaika wa tatu utashinda. Kama ambavyo nahodha wa jeshi la Bwana alivyozivunja kuta za Yeriko, ndivyo ambavyo watu wa Mungu wazishikao amri za Mungu watakavyoshinda, na kila nyenzo za upindani zitashindwa. Hebu kusiwe na roho itakayolalamika juu ya watumishi wa Mungu ambao wamewajia wakiwa na ujumbe wa mbinguni. Usiendelee kutafuta kasoro ndani yako ukisema, wanajiamini sana, wana maneno makali. Wanaweza kuwa na maneno makali, ila je, hayahitajiki? Mungu atayafanya masikio ya wasikilizaji kuwasha kama wataisikiliza sauti yake au ujumbe wake. Atawakana wale waliokataa neno la Mungu. Usafishaji na utakasaji hakika utapita katika kila kanisa nchini kwetu ambalo limekuwa na fursa kubwa na fadhila na umepita bila kupokelewa. Hawahitaji ushahidi zaidi, wanahitaji mioyo safi na iliyotakazwa kupokea na kuhifadhi nuru yote ambayo Mungu ametoa wa ndipo watatembea katika nuru hiyo. Hatuhitaji kusema hatari za siku za mwisho zitatujia hivi punde, tayari zimeshakuja. Kwa sasa tunahitaji upanga wa Bwana ili kukata nafsi na mafuta ya tamaa za mwili, uchu wa chakula na mihemko. Hebu nalichome na kugawanya kwa kiwango cha juu zaidi kuliko vile ambavyo limewahi kufanya. Ninaongea na watu wa Mungu ambao leo wanashika sana imani yao, ambao hawataiacha imani yao, ambao ilitolewa kwa watakatifu, ambao wanasimama katikati ya giza la madi la siku hizi za upotovu. Neno la Bwana weno ni hili, nami nitaufurahia Yerusalemu nitawaonea shangwe watu wangu. Je, hapa hatuwezi kuona upendo wa Bwana Mungu ulioonyeshwa kwa wale washikao imani katika haki? Uhusiano wa karibu mno upo kati ya Mungu na watu wake. Si tu kwamba sisi tu kusudi la rehema yake tunzayo. Upendo wake kwamba usemao tu zaidi ya hili. Bwana anafurahia watu wake. Anawashangilia. Yeye ni mdhamini wao. Atawapendezesha wote wanaomtumikia kwa moyo mkamilifu kwa roho ya utakatifu. Anafunika kwa haki yake. Anawapenda wale wafanyao mapenzi yake, ambao wanaonesha mfano wake. Wale wote walio wake na waaminifu wanabadilishwa kufanana mwanawe. Hakuna hilo midomoni mwao kwa sababu hawana hatia mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Na Testimonies to Ministers and Gospel Workers 410 hadi 415. Tuombe. Ee Baba wa milele na tunashukuru kwa Neno lako ilotutia nguvu asubuhi hii. Tumeisikia sauti yako ikituita tuwe watakatifu, tuwachane na uovu na tuishi katika nuru yako. Tusaidie Bwana, tuwe watendaji wa Neno lako si wasikilizaji tu. Tunakuomba utusafishe kwa damu ya mwana kondoo, utuimarishe katika imani na ututakase kwa moto wa Roho wako Mtakatifu, Tunapokabiliana na siku hii, uwe ngao yetu, nuru yetu na nguvu zetu, tuweze kutangaza ukweli wako kwa maisha yetu. Tunakabidhi yote mikononi mwako, kwa jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu. Amina.